Naam bwana, wanasema kwamba abiria chunga mzigo wako, na hicho ndo kitu ambacho nimetumekiona kupitia eh, peji mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii ambapo tunafahamu kwamba Azizi Ki na Hamisa Mobeto bwana, ni mtu na mkewe, na kitu ambacho kimemeki headline this time around ni hili tukio la Azizi Ki bwana, unajua kwamba Azizi Ki ni celebrity, hususan baada ya kumwoa Hamisa, amezidi kuwa maarufu na watu wamekuwa wakimfuatilia zaidi, yani anazidi kuwa celebrity. Sasa akiwa Hamisa Mobeto akiwa yuko dukani kwake, eh, tunafahamu kwamba Hamisa ana duka na Azizi Ki naye pia alikuwepo pale dukani kwa mkewe, na kuna wadada ambao walikuwa wameenda pale kufanya manunuzi, kununua eh, baadhi ya vitu ambavyo Hamisa anauza, na waki, wakamkuta pale Azizi Ki akiwepo pale pale dukani, jambo ambalo likapelekea eh, watu ku, awa wadada kuomba nafasi ya kupiga picha na Azizi Ki, na of course awezi akakataa kwa hiyo Azizi akakubali kupigwa picha na mashabiki wa Posh wa so, na mashabiki wa Hamisa Mobeto na au mashabiki wake pia ambao walikuwa wanatamani kupiga naye picha. Kwa akawa anapiga picha na hawa wadada pale katika duka la Hamisa. Ambapo, eh, kuna mdada mmoja bwana alimsogelea sana, alimsogelea sana Azizi Ki jambo ambalo Hamisa akasogea kuweka boundary kuweka mpaka kwamba asimsogelee sana mumewe. Kwa hiyo ni moja kati ya video ambazo zime make headline. Hii video imetrend sana kuonekana Hamisa akiwa anachunga mzigo wake, wanasema abilia chunga mzigo wake. Hamisa alikuwa anakataa distance isiwe ndogo kati ya uh, kati ya Azizi Ki na huyu dada. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji amekuja ameandika kwamba bwana Hamisa hataki kabisa mazoea ya wadada na mumewe. E, peji nyingine wamekuja hapo wameandika kwamba e, bwana mm, Hamisa hataki kabisa hataki, wizi hata kidogo. Alafu kaelezea hapa e, bwana, ukisikia wivu Pro Max ndio huu. Sasa Hamisa hataki mzaha na mume wake hata kidogo. E, ukitazama hiyo video, utaelewa tunachokizungumza. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.